Mwanga oye. Kazi na utu sisi moye. Kwanza ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutujalia tumefika salama Mwanga, kwa na safari ndefu kutoka Tanga, vituo vingi, lakini tumefika salama Mwanga. Lakini nawashukuru sana wananchi wa Mwanga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 ndani ya Mwanga tulijenga minara sita ya simu ikiwemo katika tarafa ya Jipendea ili kuimarisha mawasiliano ya simu na kuwawezesha wananchi kufanya shughuli za kiuchumi. Make savi, mambo yote ni kwenye simu, kununua kwenye simu, kutangaza biashara kwenye simu. Kwa lazima tuhakikishe network inapatikana kila pahali. Tumejenga minara sita ndani ya Mwanga na ni matumaini yetu kwamba mambo ya mawasiliano sasa yamekaa vyema. Changamoto iliyopo ni ukosefu wa masoko. Nimeambiwa hapa mjini kuna uhitaji wa soko la kisasa na wafanyabiashara wala, kwa sababu hawana soko, wafanya biashara wanapanga bidhaa zao chini, hali ambayo kibiashara sio nzuri. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu kwamba tunakuja kujenga soko soko kubwa, soko la kisasa. Kwa pamoja, tukapige kura, tupate kura nyingi, tupate nguvu, ulimwengu ujue kwamba sisi sehemu inakubalika na inatakiwa na wananchi, ili utekelezaji wetu wa miradi uwe wa wa rahisi kidogo.